Wachukufu waumini, katika sifa ya watu wa Janna wako na hii sifa ya kutaka kumfikishia mtu mazuri mtu, ali, mtu wa Janna ama mtu anayetaka kuingia Janna ama sifa ya watu wa Janna, they are not selfish, si watu wa binafsi, ni watu ambao wanawajali wengine na kutaka kuwafikishia mazuri wengine. Asema sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannatu thalath, watu wa Janna ni kundi tatu. Mmoja wao akasema, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, ni mtu ambaye ana huruma, moyo wake ni laini kwa kila mtu wake wa karibu na kwa kila msilamu anayesema la ilaha illa Allah. Sasa wewe jiulize, unahuruma Wapenda kuwafikishia khairi watu, sawaan wawe ni familia yako ama si watu wa familia yako, maadamu mtu asema la ilaha illa Allah, je, wamjali? Na alhamdulillah, waumini wako na sifa hizi, na sisi, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe nayo.